Hedhi ili toke maana yake lile yai pamoja na ule ukuta wa endometrium kwa pamoja, kama ikikosekana spam kwa ajili ya kutengeneza zygote, inatolewa nje ndo kama hedhi. Sasa ule ukuta wa yai, watu tunatofautiana, kuna mwingine ukuta wao uko thick, kuna mwingine ukuta wao uko thin. Na kupata maumivu ni hali ya kawaida, ila under normal circumstances, hautakiwi kuwa na maumivu ya kupitiliza. Kwa hiyo tusi normalize kwamba you just have to use painkiller, painkiller ukihisi maumivu ya kupitiliza, guys please, please, twendeni hospital. Mimi mwenyewe mpaka naongea hivyo, ni kwa sababu ni mmoja mtu ambaye niliopata matatizo makubwa hadi kuingia operation, wakati kitu ambacho kilitakiwa mwanzo kiwe kidogo. Kwa sababu ya vitu kama hivyo, baadaye unakuja kwenda hospitali, tatizo limeshakuwa kubwa zaidi. Under normal circumstances, ukimwona mtu yako yoyote ana maumivu kiasi kwamba anashindwa kufanya kazi zake za kawaida, aende hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa haraka <tinyo>